Hello wana wa Afrika, chionda wa chionda, mtoto wa El Kabulani. Mimi ni mwana El Kabulani, jina la Afrika Afrika gari la bule. Sasa tunaamua kulipiga teke, tutabaki na El Kabulani yetu. Nikiwa kama mwana El Kabulani, napenda kuwatangazia ufunguzi na matayarisho ya kurudi nyumbani nyumbanieteu ili tuwe epete suti lazima tuwe na vitendea kazi vya epete suti. Epete suti inahitaji logo na saimbo za kale za nyumbani. Sasa tunazo saimbo zote za kale za nyumbani, nayo wanaita the horus eyes. Hii ni horus eyes, ndugu mwana wa Afrika, pitia kwa Chionda wa Chionda nitakupa ukuu wa Mwafrika na saimbo zenye maana, sio unavaa saimbo za wazungu. Hivi vyote ni mali ya watu weusi, wazungu wanasemaga vya kwao. Mwana wa Afrika, karibu hapa na pentagram. Hii ni pentagram, wanaitumia katika American police, American military pamoja na Pentagoni ofisi kuu ya DOD pale America, United Department of Defense. Hii alama sio ya kwao, wameiba kwetu. Sasa tunarudi nyumbani El Kaburani katika Epetie suti. Hizi ndio zitakuwa watu wake wote watavaa alama hizi. Kwa hiyo kama unataka kurudi nyumbani Epetie suti. na mavazi yangu umeyaona, haya ni mavazi ya Epetie suti. Ukija Epetie suti unanikuta high priest wa Memphis, high priest wa Kemeti, pamoja na nasu, nitakupokea na kukaribisha ni ukiwa niko fulu na baraka za mababu kwa mababu. Karibu sana Chionda wa Chionda. Hapa nimekuambia nina aki tree of life, hii ni dhahabu. Hii ni tree of life, mti wa maisha, mama baba watoto ama ardhi. Maana anapokutana baba na mama anazaliwa mtoto mtoto ataishi wapi? Kwenye mgongo wa ardhi, ili upate matunda chakula, utapatana na hapa. Kwa hiyo hizi nazo ya, nayo hii ya dhahabu, nayo iyapa ya silver, nayo nayoiyapa ya black, na kuondoa nuksi na mikosi, uchawi na kijicho. Welcome back home. Ewe mtu mweusi, pata saimbo na alama za utukufu wa babu zako, ambazo wewe zitakusaidia hapa na vitu vingi na saimbo nyingi zote za african african african power, african spirituality, african worship. Sisi hatuabudu, sisi tuna tuna kamandi. Ukiwa na hivi vitu una kamandi, kama hapa wanaita, Body like a lion, face like a man, mwili wa mwili wa wa simba uso wa binadamu ukiwa na krauni ya farao, sio Ptolemy kifarao. Huyu ni farao wa Memphis, farao wa Heliopolis, farao mkuu, kuhani mkuu wa Epetesut. Karibuni sana wana wa Afrika. Mimi Chionda, Chionda sina baya, mimi nafanya yangu na uhakika, na ndio maana sasa hivi mnaniona. Wengine wanauliza Chionda uonekane uko wapi, naambia niko kwenye harakati za kukomboa roho zilizopotea ilizotekwa miaka mingi na wakoloni. Wamekuwa wafungwa wasiojitambua, wanasema wako katika free prison, gereza huru. Unatembea lakini uko jela, kwa sababu kwene kupata wewe, kwene kupata unaomba. Mukuomba ni umaskini. Ewe mwana wa Afrika, sisi tuna kamandi. Ukishavaa hii una kamandi hii, ukishaivaa wewe, unaamlisha wewe, unaamlisha sio unaomba. Hii ni power, power of men, power of black race, ndugu mwana wa Afrika. Na nakukaribisha sana katika utukufu wa mtu mweusi na ukuu wa mtu mweusi. Hizi hapa ni nguvu, baraka, kipato na utajiri. Nakukaribisha mtu mweusi, mwana wa Afrika. Hata kama wewe ni mzungu unataka kukubaliana na sisi, we say welcome. Welcome to our heritage, welcome to our culture, welcome to our tradition. Hizi this is our culture. Vyote unavyoviona hapa ni mila na tamaduni ya mtu mweusi. Usije ukapewa maana nyingine za uongo. Hivi vitu wakaenda kuviprojurize, kuvi kuviharibu, kuvigea majina mabaya ili mradi watumie wao wakatengeneza mambo mengi ili mradi kumwaribu mtu mweusi mtu mweusi ana nguvu full melanin hadi wanatumia kwenye chipu zao za kompyuta lakini wanakuambia mtu mweusi dhaifu maana yake ni uongo wao ndio dhaifu mtu mweusi masikini ushawahi kutuona sisi tumeenda Ulaya kwenda kutafuta kutafuta hata kipande cha ardhi ya Ulaya kusema cha kwetu wao ndio wana shida njaa zinawasumbua umaskini sisi tukienda kwao wanatuita wakimbizi wao wakija kwetu wanaitwa watalii Kwao hakuna, kwao hakuna chochote hawa, kwao ni ardhi kafu kafu kabisa. Minister Luizi Farakan anasema to the burning sand, ardhi inaunguza mchanga unaunguza. This is African spirituality. Pembeni yake hapa niliwaambia kuna aki the tree of life and the power to the black man. Kwa hiyo mimi chonda chonda, na nawakaribisheni katika ukuu wa mtu mweusi na alama zake na utukufu wake ulioibiwa toka miaka mia tatu thelathini na mbili BC. Hyksos alivyovamia Kemeti, akupunda yeye, aliiba vya kwake vinavyomfaa, akaja kukimbizwa ndani ya miaka mia moja aliyotawala. Vijana wa kinubia wakampiga mishale ya moyo, akakimbia. Sasa wakaja Wagiriki, ndio waliangamiza mahekalu, walitia moto mahekalu, tia moto mashule, walivu, kata miguu walimu, hatimaye wakabeba vyote, wakafuatia Waloma 30 BC nao akabeba vilivyobaki. Akaja Mwingereza akabeba, kaja Mwarabu kabeba, kaja Mfaransa kabeba, lakini umetuona, we still stand, the last man is standing to the majestic desert, we are us, no one like us. they don't like us. they not like us. Hawatupendi hawa na wala hawafanani na sisi na ndio maana wanachukia, tumewazidi kwa kila idara. Very intelligent, very humble huh? Very wise, full wisdom huh? Very resilience. Hey, we are not afraid anyone. We are very powerful. We don't care about their power. I'm telling you my friend Gonna rule the world again. Tunarudi kwenye ukuu wetu na tunaitawala dunia tena, this is our time. Na nataka niwakumbushe kwamba yesterday, jana, ndio ilikuwa tuna tarehe ishirini na tatu, ilikuwa the last empire of the white race. Ilikuwa ndio siku ya mwisho ya ukuu wa watu weupe duniani. Sikia wana wa Afrika, jana ilikuwa ndio the last day watu weupe utawala wao umekwisha. Sasa tunarudi nyumbani, wana wa Afrika, tunakwenda kutengeneza hekalu letu, liko njiani. Sasa nakukaribisha katika hekalu la Epete suti ndani ya miezi miwili, tunawatangazia mavazi yangu ndio kama haya mnayaona. Wana wa Afrika, mimi Chionda wa Chionda nawakaribisha otepu, ninawasalimia kwa jina la muumba mbingu na nchi, mungu wa watu weusi, wa sio mungu wa arabu wala mungu wa mzungu. Sisi tuna mila zetu, zetu na tamaduni zetu na ukuu wetu. Kwa hiyo tunajiondoa katika vifungo na minyololo yao. Tunakwenda kuondoa minyololo iliyoko katika ubongo, minyololo ya miguuni. Sasa hivi hakuna, sasa hivi kuna

Wewe mwenyewe ujijui lakini nachokwambia mimi jaribu. Try it and you will see it. Na kwambia mtu mweusi. Try it and you will see it. What will happen to you? Very glory, your glory will be back. Your pharmacy will be back. Your riches will be back. Come to our temple. Al-Keburani temple. Epeti suti. Hekalu la El Kabulani liitwalo Epetiesuti lilivunjwa na Wagiriki mia tatu na thelathini na mbili BC, na salimbo zetu zote ndio hizi waliba. Sasa we are full in convoy, tuna vifaru, tuna helicopter, attack helicopter, hata jet fighter, everything now we have, we will conquer again our land. Karibuni sana wana wa Afrika. Sina mengi, nasema ubuntu, bantu wa Afrika ni watu. Let's go. Let's go. Utepu amenera.